Hello Bwana Yesu asifiwe, ni siku nyingine tena na wakati mwingine ambao Mungu ametuwezesha ametujalia, na karibu tena katika chaneli yangu, mahali ambapo unapata mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi, uponyaji, unabii na mambo mengi kadha wa kadha, kadri Mungu anavyonipa kuyatoa na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami na hauja subscribe channel hii tafadhali, bonyeza kitufe cha neno subscribe chini ya video hii, ili uwe mwanafamilia wa channel hii; pindi ambapo masomo na vipindi mbalimbali vitakuwa vikiwekwa mahali hapa, basi uwe wa kwanza kuvipata. Jina langu naitwa Atanas Claus na siku ya leo ningependa niongelee jambo fupi. Mara nyingi tumekuwa tukisikia ama tukisema, naishi kwa imani. Vitu vingi ambavyo tunavifanya katika maisha yetu, tumekuwa tukisema hasa ya kwamba tunafanya kwa imani, tunaenda kwa imani, tunaishi kwa imani. Kila kitu ambacho tunakifanya sisi basi ni kwa imani, na wapo wengi wamefanikiwa kupitia kusema kwamba wanafanya kwa imani, lakini wako wengine wengi ambao wamefeli kwa kupitia neno hilohilo hilo la imani. Kwa hiyo leo nitaongelea kwa nini watu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya neno naishi kwa imani, ama naenda kwa imani, au nafanya kitu fulani kwa imani. Ndugu mpendwa, unapaswa kujua ya kwamba imani imani kama imani, ukiangalia katika Biblia kitabu cha Waebrania kumi na moja na mstari wa kwanza imeelezea maana imani ya kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika wa jambo fulani hata kama halijatendeka hata kama haulioni sasa, lakini una uhakika fulani juu ya jambo hilo. Haujaanzisha biashara, lakini unaamini ya kwamba ukianzisha itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ni imani juu ya biashara fulani. Umeamini ya kwamba ukiwekeza utapata faida kubwa, hiyo ni imani. Sasa watu wengi tumekuwa tukishindwa kufanikiwa kwa sababu ya neno kwamba naishi kwa imani au naenda kwa imani. Je, ni vibaya kusema hivyo? Hapana, ni vizuri tu na sio kosa kusema anaishi kwa imani au na anafanya vitu kwa imani, ila shida inakuja pale ambapo mtu anashindwa kutofautisha imani, neema na neno la Mungu, kwa sababu mwanadamu yeyote chini ya jua anahitaji vitu vitatu kuwa navyo ndani yake au katika maisha yake, anahitaji imani, anahitaji neema ya Mungu, anahitaji neno la Mungu, vitu vitatu. Ili mtu aweze kufanikiwa, anahitaji vitu vitatu viwepo, na kila kitu kinahitajika kikae mahali pake. Mahali pa kutumia imani inabidi itumike imani, mahali pa kutumika neema ya Mungu itumike neema, mahali pa kutumika neno la Mungu basi litumike neno. Sasa wengi tumekuwa tukishikilia kipengele kimoja tu cha imani, kwamba yeye kila kitu anafanya kwa imani, hafanyi kwa, afanyi kwa neema wala afanyi kwa neno la Mungu. Inamaanisha mtu mwenye neno la Mungu, tunategemea lile neno litamuongoza nitampa mwelekeo, njia gani apite, nini afanye. Sasa, ili uweze kunielewa kitu gani hasa nakizungumzia, nitakupa mfano ya kwamba kuna mtu ambaye amepokea neema ya kufungua biashara au tuseme amebarikiwa na Mungu akafanikiwa kufungua biashara huenda ni maombi yake, aliomba na aliamini ya kwamba Mungu atampa, atamfanikisha na hatimaye imani yake imezaa matunda, ameweza kupata kile kitu ambacho alihitaji, na sasa amefungua biashara. Imani yake imemsaidia, imani juu ya Mungu wake imemsaidia, lakini ameshafungua biashara hapo hahitaji tena imani kufanya ile biashara, anahitaji neema ya Mungu ya kumfanikisha katika mambo yote yanayohitajika katika biashara yake. Lakini sio tu neema ya Mungu, bali anahitaji neno la Mungu la kumsaidia, kumtia nguvu, kumwezesha, kumwonyesha njia anahitaji neno la Mungu la kumwezesha ili aweze kujua wapi anakwenda, nini afanye, namna gani apambane na maadui. Neno la Mungu litakuwa na umuhimu mkubwa sana katika biashara ambayo ameanzisha na neema ya Mungu itakuwa na msaada mkubwa sana katika biashara ambayo ameanzisha. Siyo imani pekee, siyo imani peke yake bali neema ya Mungu inahitajika na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ile Zaburi mia moja kumi na tisa na mstari wa mia moja na tano Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo una biashara mtu huyu amefungua biashara, hahitaji imani kuendesha biashara yake, kwa sababu imani itakupa mazoea, kufanya vitu kwa mazoea, kwamba nafanya hivi, kwa hiyo na hivi na hivi, kwa imani itakuwa hivi. Biashara hahitaji mazoea, biashara inahitaji mtu afanye kitu kwa uhakika zaidi na kwa kutumia maarifa. Hivyo ukiwa na neno la Mungu inamaanisha lile neno litakuwa ni mwanga wa kuangazia biashara yako, kukuonesha njia, wapi upite, wapi usipite, nini ufanye, nini usifanye. Kwa hiyo watu wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wameshikilia kitu kimoja katika vitu vitatu vya muhimu sana, nguzo tatu muhimu za kuweza kufanikiwa katika maisha. Usitumie imani kila mahali ukashikilia nguzo moja ya imani, kila kitu wewe unafanya kwa imani. Lazima viwepo na vingine, nguzo zote tatu ziwepo, iwepo neema ya Mungu, kwa sababu imani ilikusaidia kupokea jambo fulani, ilikusaidia kupokea baraka lakini unahitaji neema ya kukuwezesha kukufikisha mahali ambapo unatakiwa ufike. Kumbuka, hatufiki kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali ni kwa neema tu za Mungu, ni kwa rehema za Mungu. Anatufanikisha, anatupigania, anatulinda, anatuvusha. Unahitaji neema ya Mungu ya kufikisha mahali ambapo unahitaji kufika hata kama haustahili, ila neema ya Mungu ikusaidie. Kwa kati ya kila jambo ambalo unalifanya, unahitaji imani juu ya Mungu wako, imani juu ya kile ambacho unakifanya, imani chanya juu ya kile ambacho unakihitaji, lakini unahitaji neema ya Mungu ya kukuwezesha kufanikisha, lakini unahitaji kuwa na neno la Mungu ndani yako la kuweza kufikisha katika lile jambo ambalo unahitaji litimie, ama lifa, lifa, lifanyike. Na itakuwa vyema zaidi kama utabadilisha sentensi ya kusema naishi kwa imani, bali ukasema naishi kwa neno la Mungu, naishi kwa neno la Mungu, kwa sababu neno ndio taa neno ni mwanga wa kutuangazia njia na maisha yetu siku zote. Neema inatusaidia kuishi, kuenenda, kutembea katika mapenzi ya Mungu. Kwa akili zetu na nguvu zetu na uweza wetu hatuwezi. Tunamhitaji Mungu mpaka hapo na imani, kuna kitu ambacho umekipata na no kuongezea tu ili imani yako iwe na nguvu na isiwe ile imani ambayo inaweza kubadilika au kutindika wakati wowote. Unapokuwa na neema ya Mungu na neno la Mungu lipo na wewe, inamaanisha imani pia itatiwa nguvu, kwa sababu kuna neno la Mungu ambalo linakupa mwongozo, linakupa direction. Imani yako itakuwa imara zaidi kwa sababu kuna kitu ambacho kinakupa nguvu ambacho ni neno la Mungu. Hivyo mpendwa utafanikiwa endapo vitu hivi vitatu utakuwa umevishikilia na kila kitu ukakiweka katika nafasi yake. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema na usisahau kusubscribe na kusupport huduma hii kwa kushare linki na watu kadha wa kadha, ili nao wabarikiwa kama vile ambavyo wewe unabarikiwa. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema, tukutane katika sehemu ijayo. Amen.